Kwanza, wanaume, Mungu awabariki wa eh? Yeah. Waume zetu mbarikiwe sana. Unajua kwa nini? Mwanaume anapenda siku tisini tu, miezi mitatu. Hizo lipsi zako ndio zimemsumbua miezi mitatu tu. Baada ya hapo, wewe kwa kawaida kabisa, kinachomshikilia kwako ni tabia ulivyo mwema, ndio kule kumzunguka, unavyomwombea, unavyompa heshima Hmm? Unavyomuonesha kwamba yeye anafaa ni mwanaume. Wewe unakazana tu kujipamba, tena unajipamba nje. Biblia iko wazi, tujipambe wapi zaidi? Ndani ndiko wanaume wanakotaka. Haina maana uwe rafurafu aa, lakini kazana kule utu wema, tabia njema, ukarimu, upole, kule ndani, maombi, kumshika Yesu, huko ndiko kumzunguka mumeo. Biblia ya Kifaransa inasema vizuri sana, nimesoma matoleo mawili, inasema vizuri sana kwenye hilo neno. Tena yenyewe hasemi mwanamke, anasema mke, la famu, mke. Anasema mke atampata mumewe, mke tamtafuta mumewe. Umeshatafuta mumeo? Mpaka leo bado mnagombana? Ukiona mnagombana mpaka leo na mumeo, hujamtafuta hujampata bado. Utagombanaje na mtu ambaye unajua anapenda nini, hapendi nini? Si ndio? Yale anayopenda ndio anafanya, yale ambayo hapendi sifanyi. Tutagombanaje?